Kwingineko tunaarifiwa kwamba bodi ya sukari humu nchini sasa imesema Kenya iko katika mkondo wa kujitosheleza katika mahitaji yake ya sukari baada ya ukodishaji wa viwanda vinne vya sukari. Wakulima wa miwa wameelezea ya matumaini yao katika sekta hiyo, huku akitaka mfumo wa malipo wa miwa kubadilishwa. Haya yanajiri huku ukisalia mwezi mmoja kabla ushuru uliokuwa umeondolewa wa kuagiza sukari chini ya COMESA kurejelewa. Laura Utieno ana taarifa kamili. Katika kijiji cha Kasese, kaunti ya Kisumu, David Okelo yupo shambani. Kwa miaka arobaini, Okelo amekuwa mkulima wa miwa ambaye ameonja utamu na shubiri ya sekta ya sukari. Uamuzi wa kukodesha viwanda vinne vya sukari ulimpa matumaini. Kuna haja mchanga yote hii imelala miaka nenda miaka rudi, na watu hakuna hata kazi. vile watakavyotengeneza hapo, kazi itakuwa watoto wetu wataajiriwa, hiyo mashine hata kukata miwa kila kitu itakuwa mzuri. Mwaka elfu mbili na mbili muungano wa Komesa ulilipatia taifa la Kenya ulinzi maalum ambapo ushuru haukutozwa kwa sukari iliyoagizwa hii ikiwa ni mojawapo ya mikakati ya kufufua sekta ya sukari nchini. Uh, uh, uh, with or without the safeguards, we have taken off, uh, from the runway. Kando na viwanda vya kukodisha, Rais William Ruto aliidhinisha sheria ya sukari ambayo inatoa mwongozo kuhusu kufufua sekta ya sukari. Kwa sasa wakulima wanatarajia mengi ikiwemo kubadilika kwa mfumo wa malipo ya miwa. Hii miwa moja inatoa sukari, inatoa molasses, inatoa spirit, inatoa karatasi, inatoa fertilizer, inatoa moto, na wakijumlisha hii yote watupatie elfu kumi kwa tani.